Sisi kama wachezaji, mimi pamoja na wenzangu tumejiandaa vizuri, siku tumepata tumepata nafasi na muda wa ku train kujiandaa kwa ajili ya mechi. Labda saikolojia yenyewe kwa upande wa wachezaji, kutopata matokeo kwenye michezo iliyopita inaathiri vipi kuelekea mchezo dhidi ya Singida Black Stars? Of course hatuwezi kusema na hatuathiri, sababu ni kitu ambacho tunajifunza kila siku, kwa tumekosea kwenye michezo iliyopita na mwalimu ameona tumefanyia mazoezi yale makosa tulioyafanya, sio? Naamini tumejifunza <tuhile> kutokana na kilichopita, sio? Naamini tutafanyia kazi kwenye mechi. Emmanuel, alikuwa kama mchezaji anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, wakati mwingine nyuma wa mshambuliaji, kutopata matokeo, kutobadilisha nafasi ambazo mnazitengeneza kwa mabao, wewe ukiwa kama mchezaji naathiri vipi ama inakuwaje umeshindwa kutimiza yale ambayo mwalimu amekuwa akifanya mazoezi? Mpira, mpira, mpira ni mchezo kama unavyosema, tunajaribu kutengeneza nafasi, lakini kuna muda inakuwa inakuwa ni ngumu ku convert nafasi, lakini kikubwa ni kama mwalimu alichosema, kikubwa ni kwamba tunafika na tuna, tuna, tuna, tunapata nafasi, inamaanisha kila siku ndio vitu ambavyo tunafanyia sana kazi mazoezini kuweza ku convert hizo nafasi. So naamini kuanzia mchezo huu unaofuata, mimi pamoja na wenzangu tuta convert nafasi tunazozipata. Kikweli inatupa motisha kwanza ukiangalia Singida ni timu ambayo nadhani sisi kama wachezaji ni timu nzuri na inawakilisha eh, eh nchi yetu kwenye mashindano ya kimataifa so ni mechi ambayo sisi wachezaji binafsi tunapenda kuzicheza kucheza mechi na wachezaji ina, ina wenye, wenye uzoefu na kariba ya juu ni mechi ambazo sisi wenyewe ndio ndo sehemu yetu ya kujipima uwezo wetu na kuona tumefikia kwa hiyo mimi pamoja na wenzangu naona tuna, tuna motisha kuelekea mchezo wa kesho TRI, techo, Black. Kikubwa ni kwamba mashabiki wetu tunaomba wao pamoja na viongozi wazidi kutuunga mkono. Tunaamini sisi ni timu ambayo tutakuja kuwa wazuri, so tumepata mwalimu mzuri ambaye ana, anajaribu kutufikisha mahala ambapo sisi wenyewe tunaona tunaweza kufika, so tunaomba mashabiki wetu kesho, jitokeze kwa wengi kuja kushabikia timut